Mheshimiwa Esther Nicolas Matiko. Nakushukuru mheshimiwa mwenyekiti, Halmashauri ya Mji wa Tarime ina baadhi ya maeneo ambayo yana hadhi ya vijiji au vitongoji na hayana umeme kabisa, mfano kata ya Ketare maeneo ya Nkongole na kata ya Nkende maeneo ya Mtaramloni. Nikataka nijue ni lini serikali sasa itapeleka uh, umeme wa REA kwenye maeneo yote ya pembezoni katika Halmashauri Mji wa Tarime ambayo hayana umeme. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante mheshimiwa mwenyekiti, katika maeneo ambayo yako mijini na katika maeneo ambayo yako pembezoni mwa miji tunayo miradi ya peri urban na tunayo miradi pia ambayo inakuja ya peri urban pia. Kwa hiyo nimwahakikishie mheshimiwa mbunge, katika miradi ambayo tunaiandaa tutahakikisha maeneo hayo yanafikiwa, lakini kwa sasa tulishaelekeza TANESCO Tarime watenge bajeti maalum kwa ajili ya kufikisha umeme kwenye ile mitaa ya pale ambayo haina umeme. At least kwa kuipunguza. Kwa hiyo nitafuatilia kuweza kujua wamefikia wapi katika kutafuta bajeti hiyo ili kuweza kupunguza adha kwa wananchi wa eneo la Tarime mjini. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.